Aisee, habari za muda huu. Uh, kama ni asubuhi mchana sijui uko uliko, lakini niwakaribishe tu kwenye hii podcast yetu ya Mambo Vipi. Um, na leo nimeamua uh, kidogo ni, ni, ni nichangie kidogo kwenye hii swala la baraza la Kiswahili kuweza kutoa baadhi ya taarifa um, kwa sababu watu wanahitaji uh, kujua na hii imetokea baada ya kuingia katika group la, la, la, la ili kongamano nikaona kwamba kuna namna fulani ambayo Uh, labda zinaweza taarifa zikakusanyika sehemu moja ili watu wanavyofika na kuingia wao wanapata taarifa ile ya jumla ya pamoja ya, ya, ya kuhusu sio kongamano lenyewe pekee lakini pia tu zile practicalities na namna gani, e, mambo yanavyoweza kwenda na safari kwa ujumla ya kwenda Ufaransa iko, iko namna vipi. Kwa hiyo hiyo ndio, uh, sababu kubwa ya mimi kutengeneza hii video chap chap, naitwa Tovuti, na hii ni Mambo Vipi. <tinyo> Sasa kikubwa ambacho kikubwa ambacho um, fursa kama hii inaleta um, ni kitu ambacho kilinifanya mimi kinivutie moja kwa moja nami mimi kujaribu kuangalia namna ya kushiriki um, ni namna ya vitu au faida zinazotokana na, na, na, na jambo kama hili hapa. E, najua kuna wengine labda unawezekana kutaka kushiriki, wanaweza kuwa labda hawajataka kushiriki kwa sababu labda kwa namna moja au nyingine, labda unajua, kuna wengine wametaja hili jambo la serikali, sijui nini, unajua, kwa sababu sasa tumetoka kupitia wakati mgumu, eh, inakuwa vigumu ku, ku, kuwa na, na kuaminiana. Lakini sasa kuna wakati mwingine inabidi tu tuangalie umuhimu wa kitu, bila kuangalia zile tofauti zetu ambazo ambazo tuko nazo. Kwa hiyo sasa kikubwa ambacho naangalia mimi cha kwanza ambacho nimeona ni kikubwa na ni fursa ya kukutana na watu mbalimbali mbali, asasa ambao kwa watu ambao tuko diaspora kwa mfano, kukutana wenyewe kwa wenyewe, lakini pia watu ambao wako nyumbani kupata nafasi ya kuja kusafiri kuja kuona nchi zingine jinsi watu wanavyoishi na namna na, na, Kiswahili ambavyo kinaweza kutangazwa pia kukutana na, na, na ndugu zao ambao, ambao wapo, wapo huko wako Ufaransa wako wapi, ambao watakuja kukutana kwenye hilo kongamano kwenye. Lakini ukiachana na hiyo, hiyo ni kitu mojawapo, lakini pia ni fursa ya kujifunza. kwa sababu unajua mnavyokutana, kuna kujifunza mmoja kujifunza kwa mwenzie, wewe utajifunza kwa huyu, atajifunza kwa vile, inawezekana hata kama mtu hata kama wewe hutajifunza kwa mtu, basi hata watu wanaweza kujifunza kutoka Eh, kutoka kwako umeona, kwa hiyo ni, ni, ni fursa fulani ambayo inaleta watu kujifunza kwao. Hiyo nimeona ni kitu ya muhimu sana, na ndio maana nimeamua pia kuitangaza. Lakini pia kitu kingine ni kwamba tukiswahili peke yake ile pride ya kutaka kukipeleka Kiswahili mbali zaidi, kuki, kukivusha mipaka ni matukio kama haya ambayo sasa ndio anakuwa analeta ile mm, chachuzi fulani hivi ya kufanya kitu kikuwe. Kwa hiyo kama kweli watu una moyoni unapenda Kiswahili na unafikiria ni kitu ambacho labda kinatakiwa kikuwe, au ni lugha ambayo inatakiwa iwafikie wengi, kwa hiyo kitu kama hiki niliona kwamba ni kitu cha muhimu, na ndio maana nimeamua kuitengenezea hivi na, ku, na kuitangaza umeona. Kwa hiyo sasa leo ni siku ambayo nazungumzia kongamano ambalo ni la Kiswahili ambalo limetangazwa kwamba litafanyika E, nchini Ufaransa kwenye mji wao mkubwa ule wa, wa Paris, umeona e, kongamano hilo sasa limeundiwa group la wa WhatsApp ambalo sasa we kama Mtanzania unaweza uka, ukajiunga afu pia ukapatapata taarifa kadhaa, lakini pia katika kujipanga kwa ajili ya kwenda kushiriki hilo kongamano unaona ambalo linafanyika hapo mbeleni mwaka huu 2026 na kama wewe ni Mtanzania yani unatakiwa una kushiriki, sio sio lazima uwe tu Mtanzania, lakini tu kama ni wewe mtu ambaye unakipenda Kiswahili, inawezekana ukawa sio inawezekana sio Mtanzania lakini una, unapenda Kiswahili umeona. Kwa hiyo na maswali mengi kutokana na hii, watu wengine wengi wanatamani kushiriki, wako nyumbani, wako Tanzania, watu wako watu wako zingine, nchi zingine za huku labda Ulaya, wengine labda wako nchi za za Asia na wapi, wanauliza sasa kuna maswali mengi wanakuwa wanajiuliza kwamba nitafika vipi Paris. Ukiangalia okay, kwenye ile group conversation ni kwamba unafikaje Paris. Kwa hiyo kuna maswali mengi kuhusu visa. Eh, nini kinafanyika? Yaani nini kinatokea hadi mimi nitoke hapa nilipo nifike Paris. Lakini pia kuna kuaga na maswali ambayo lazima mtu jue kwamba utakaa wapi, unaona? Na utakaa wapi eh, sehemu gani na ni namna gani kutokana na sehemu ambapo labda itafanyika e, kongamano hadi hapo utapokaa itakuwaje. Lakini pia ukiachana hiyo, za, za, za uki, kusafiri, umeo, na hiyo je, gharama za hivyo vitu? Ukianzia gharama ya kusafiri, gharama ya kukaa, umeona, kama ni kama utakaa hotelini gharama ziko vipi? Lakini pia Uki, uh, ukiachana e, na hivyo kuna gharama za usafiri, vyakula na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu hivyo ni vya muhimu sana kuvijua na watu wengi wanakuwa wanajiuliza, um, unaona. Lakini pia wengine wanafika, una, unaweza kutakuwa labda kuna hofu ya lugha kwamba, je nikifika kule, je watu wanaelewa Kiingereza? Labda mimi sielewi Kifaransa, naweza nikawasiliana na watu? Kwa hiyo hii video sasa ndio inataka kukava hivyo vitu, kwa inabidi ujue kwamba ni hii hii, pamoja na kwamba ni matembezi pia na kuona, lakini lengo ni kwenda kwenye kongamano la Kiswahili, kwa inabidi uwe umejiweka katika huo E, mustakabali wa kwenda kwenye kongamano la Kiswahili lakini sio sio tu kwamba eti ukienda kwenye sehemu yoyote, hata kama ukienda sehemu kikazi, sehemu unaweza ukafanya kazi, ukimaliza kazi ukafanya matembezi. Kwa hiyo matembezi anaweza kawa ni pati ya, ya, ya, ya, ya, au ni sehemu ya hiyo safari, lakini lengo kubwa ni um, ni kongamano la Kiswahili na kongamano la Kiswahili ndo kama vile nilivyosema, ni kwamba tu tu ni jukwaa tu la lugha, tutaleta kujenga mtandao, ile watu kujuana, na kitu kama hicho, kwa, kwa ku, ku, mtandao, lakini pia nafasi na ya kuonyesha ya kuwa Kiswahili ni lugha ya kimataifa, ni lugha kubwa. Um, kwa hiyo ina maana kama tukija wengi na kongamano likiwa kubwa linaweza likapata nafasi ya kutangazwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio namna ambavyo tuna tunaitangaza lugha kwao. Utapokuja uta, utakutana na, na na wana Kiswahili au Waswahili kutoka Ulaya, utakutana na Waswahili kutoka Afrika na Waswahili kutoka sehemu sehemu nyinginezo, lakini kutokana na jinsi location ilivyo, obviously mtu unategemea kwamba watakuwa Waswahili wengi kutoka Ulaya na wakutoka Afrika, kwa maana ya kwamba kutoka nyumbani kama ni Kenya au Tanzania, ndio ambao wata, wata, e, watakuwepo kwa wingi. Ukiachana na hiyo kukutana na watu, ni kwamba pia itakuwa ni sehemu ambapo unaweza ukajifunza pia matumizi ya Kiswahili katika elimu katika utamaduni katika diaspora, lakini pia tu kukizungumzia Kiswahili chenyewe. Inawezekana wewe unasema kwamba mimi najua Kiswahili, mimi ni Mswahili, lakini kukizungumzia tu Kiswahili ndio maana, ndio maana ya kuwa na, na kongamano kama hili. Kwa hiyo unakuwa ni kama vile ukiangalia, kwa sababu Kiswahili ni kitu, uh, ni, ni lugha ambayo imekuwa inakua kwa, unakuwa kama vile ni part ya historia pia kwamba umeshiriki pia katika kukinyanyua ukinyanyua Kiswahili kwenda kwenda mbele. Kwa hiyo hii inabidi usiichukulie safari kama safari ya mtu mmoja kama safari yako wewe unaenda. Hapana, yaani hii tuchukulie ni kama vile ni safari ya kuisafirisha lugha kutoka sehemu moja kwenda uh, sehemu nyingine na kuifanya itambulike zaidi uh, duniani. Sasa wengine wanaweza wakawa na maswali. Unajua, kwa mfano maswali, kwa nini, kwa nini tunafanya Paris kwa mfano? um, swali kama hilo ni swali la kawaida, ni zuri kuuliza. Mimi kama nilivyosema, mimi sio mwandaji wala sihusiki na kuandaa ile kongamano, lakini kitu ambacho kidogo ninaweza nikasema kwamba mimi mwenyewe nilivyosikia kwamba um, ile kongamano linafanyika Paris, kwanza nikaona ni kitu kizuri kwanza. E, na, na sababu zangu kwa nini nilisema hivyo, niliona hivyo kwa sababu uh, unajua Paris iko kama katikati, yani katika Ulaya iko katikati pale, unaona na ukiangalia kwa mfano kama hili kongamano lingefanyika kwa mfano kama marekani kidogo ni mbali kwa wote kwa ujumla mbali kwa watu wanaotoka asia mbali kwa watu wanaotoka ulaya mbali kwa watu wanaotoka afrika mona lakini kwa kufanyika hapa Paris ni katikati, ukiachana okay, na kwamba ni katikati ya, u, ya Ulaya, ni kama kitovu cha Ulaya. Lakini pia ni katikati kama vile ni katikati kwa safari zote za ulimwengu. Na kwa sababu eh, uh, Paris wana, wana, shirika kubwa la, la, ndege ambalo linaenda hizi sehemu zote, kwa hiyo inakuwa ni rahisi sehemu zote kufika hapo kwa, kwa direct flights na na, na, na, na, na kwa muda mfupi zaidi kulinganisha na sehemu nyingine. Lakini pia Paris ni mji fulani ambao mimi nadhani ni wameuchagua na ni sahihi kuuchagua kwa sababu ni, ni, ni mji fulani ambao Uko, ni wa kiutamaduni sana yani, kuna tamaduni nyingi sana na ni mji mkongwe ambao una tamaduni nyingi sana katika miji mm ya Ulaya kwa hiyo hiyo nayo ina make sense, inaleta ina maana zaidi kuja kuweka na hili jambo la kiutamaduni kwenye mji kama huo, unaona, na, na kwa Ulaya nadhani ni mji wenye diaspora wengi eh, zaidi kwa Afrika na, na hata, hata ukiangalia kwa Watanzania japokuwa tunasema sio wengi kama watu wengine kule au Wakenya sio wengi kama watu, watu wanaotokea kwenye makoloni ya, ya, ya Ufaransa, lakini ni, ni jamii kubwa. Kwa hiyo kwa namna hiyo kidogo inafanya ile wigo uwe, uwe mkubwa. Sisi hapa tushatoka hapa na kwenda Paris e, tulitoka hapa Copenhagen kwenda Paris, tuliona jinsi jamii yao ilivyo kubwa ya Watanzania, lakini pia ukichanganya na, na, na watu wengine wanaoongea kis, Kiswahili wa Congo ukichanganya na Em, wa Rwanda, wa Rundi umeona, kwa unakuta kwamba ni jamii kubwa sana ya, ya wanaoongea Kiswahili ukilinganisha na, na miji mingine. Kwa hiyo hivyo naweza nikasema kwamba kiujumla ni kwamba Paris inatoa nafasi kwa Kiswahili kusikika na watu wengi. Hata au diaspora wengine ambao sio waongea wa Kiswahili wanaweza kwa kupitia connection walizonazo na watu wanaongea Kiswahili wakashiriki pia na kukipanua Kiswahili kikasikika zaidi duniani. Hiyo ilikuwa kipengele hicho, lakini pia ni vizuri nikakupa tu zile eh, taarifa fulani za muhimu ukafikia CDG. Hizo ndo sehemu mbili ambazo unaweza, ni nje kidogo ya, ni nje kidogo ya center ya Paris. Kwa hiyo kutakuwepo na safari kama, kama kongamano litakuwepo katikati ya Paris, basi kutakuwa na safari ya kutoka huko kuja kuja katikati ya Paris, lakini kuna treni ambazo zinakuja moja kwa moja hadi katikati ya, katikati ya mji. Kwa hiyo haitakuwa haita tatizo kwa watu wengi kutoka airport kuja Um, kufika katikati ya mji lakini kwa sababu airport ni mbili basi na zote ni kubwa, ziko mbili. Kwa hiyo kuna ina, inaongeza ile uwezo wa kuchagua wapi unataka ufikie. Unaona, kama unataka kufikia airport A au unataka kufikia airport B Uh, inakuwa rahisi kufanya uchaguzi. Kwa kama nilivyosema kutoka airport um, kuja mjini kuna treni ambazo zinaenda moja kwa moja um, lakini pia pale mjini katikati Paris kuna metro uh, kuna mabasi. Uh, Paris ni kubwa kidogo ukilinganisha na, na miji mingine ambayo kama kwa sisi huku wa Scandinavia tunaona yani Paris ni kubwa kweli. Yani unatoka huku unaenda kule na unaanza kupotea potea. Lakini kiukweli ni kwamba ni rahisi kuuliza, ni rahisi kupata treni, ni rahisi kupata metro, ni rahisi uh, kupanda basi kwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni rahisi. Lakini pia ukiachana na hivyo tu kwamba usafiri wa umma upo na unapatikana lakini usafiri wa umma pia ni rahisi na, na ni salama yani, hakuna kitu cha cha kuhofia, usiwe na wasiwasi kama vile ambavyo e, eh, unapokonywa simu dirishani ukiwa ukiwa mata ya Ubungo. Tukiachana na hivyo, maanake sasa tume, tume, umesafiri umetoka zako na ndege umetua zako airport umetoka zako airport, nimekuelekeza jinsi ya kutoka pale, urahisi wa kufika katikati ya mji umeona. Lakini sasa umefika katikati ya mji kwenye kongamano. Je, un, un, utalala wapi? Unaona utakaa wapi? kwa ziko aina nyingi za kupata malazi kwa sababu kwanza, kuna wale ambao labda mna ndugu watu, watu watapata ndugu zao wataenda kukaa kwa ndugu zao. Kuna wale ambao labda inawezekana pochi imetuna kwa hiyo unaenda unaweza ukachukua. Kuna hoteli ziko kibao, uh, za gharama tofauti tofauti. Kuna za zile tunaita za kajamba nani hadi zile ambazo unataka za five star. Kwa hiyo uamuzi ni wako, lakini u, ukiachana na hoteli, kuna wengine labda utaratibu wa hoteli unakuwa unawashinda labda kama mnasafiri kama kikundi na nini, wazo lingine zuri ni kwamba mnaweza mkachukua Airbnb mkashare, kwa hiyo inakuwa rahisi kwenye hoteli au kidogo au uwezi ukaenda ukasema tunashare chumba, labda uchukue hostels ambazo zipo. Mnaweza mkachukua chumba kizima na kinakuwa na vile vitanda vya gorofa vile, mnaweza mkashare. Lakini Airbnb ni option nyingine kwamba unaenda mnakodi nyumba nzima, kwa kama mko wa 4 wa 5 mnashare ile gharama, kwa hiyo mnakuwa mnaokoa zaidi. E, gharama za, za, za malazi, lakini kama nilivyosema, kama ndo mko wawili na mnaona vipi na nyie mpendi hizo mambo za Airbnb, basi kuna option tena ya hostels ambazo unaenda unakaa, hizi zinakuwa ni zile ambazo kunakuwa kuna chumba labda unakuta watu wanne wanalala kwenye chumba, unaweza kukaa na bunk beds au unaweza kukaa na vitanda viwili labda huku na huku. Kwa hiyo unaweza ukakuta una, unawekwa kwenye chumba na mtu ambaye umjui umeona, lakini ni ndo utaratibu wa, wa hostel. Kwa hiyo kutokana na bajeti yako ilivyo, ukiona mfuko wako ulivyo ulivotuna, unaweza ukachagua kati ya hizo options katika hii kwenye kukaa, mimi ushauri wangu nitakwambia ni kwamba kwanza angalia kile kituo cha nani, kituo ambacho una, ambacho huo ukumbi utakuwepo, alafu angalia e, sehemu ambapo kuna usafiri wa moja kwa moja, yaani maana kama kama, uki, kama kuna treni inabidi uchukue treni eh, A ya, hapa yaani pale kwenye ile sehemu ambapo um, kongamano unakuwepo angalia ni usafiri gani unafika pale, na jaribu kutafuta malazi kwenye line ambayo kuna kuna basi au treni au metro inakuja moja kwa moja pale, kwa sababu hiyo itakusaidia kutopata matatizo ya kupotea na vitu kama hivyo, kwa sababu usafiri wa, wa pale Paris ni complicated. Ni mji mkubwa sana na, na unaweza ukachanganyikiwa. Metro zile unaweza ukaingia huko kwenye metro usitoke tena kwa hiyo sasa vizuri, unapata kitu ambacho unajua ni straight kwamba ukipanda treni hii hapa unajua inaenda tu, nashuka vituo kumi na mbili, nashuka hapo, ndo nimefika, na nikitoka hapo kama nataka kurudi, basi unajua sasa napanda hapa, vituo kumi na mbili, nashuka. Hiyo ni kama hauna mwenyeji, lakini najua kwa sababu lazima kutakuwa na wenyeji ambao watakuwa wanasaidia watu kama unahitaji una, unaweza kupotea na nini, itakuwa vizuri, na hii kama ushauri kwa watu ambao wanaandaa, itabidi kwamba kama hiyo muda ukifika, sasa inabidi kuwe na sehemu ambayo, au ni grupu, au ni ni sehemu ambapo watu wanaweza ka, kama umepotea unaweza ukaandika, basi watu wakakusaidia uko wapi na ufanye nini na kitu kama hicho. Haya, kwa hiyo hizo basi, umeona kuna kwenye hiyo basi, basi, tumesema kuna basi kuna metro na nini, lakini sasa uzuri kwenye hii miji yote ya Ulaya ni kwamba kuna ile, mtu unaweza kujiuliza sasa, nalipia kwenye vipi, unajua nalipia vipi? Kwa sababu kama mwendokasi kama wa Dar es Salaam mnaenda mnalipa vale, ndio na na huku unaweza ukanunua tiketi hivyo hivyo. Lakini kwa ushauri zaidi, umeona, kwa sababu kama tulivyosema metro ndio roya Paris, na unahitaji kupanda hapa na hapa, unganisha hapa na hapa, kama unataka kuenjoy Paris. Kwa kushauri ni kama kama unakaa wiki basi jaribu kununua tiketi ya wiki. Pale pale airport wakati ukishuka tu unaweza kununua tiketi ya wiki nzima, wana, wana tiketi za watu ambao wanajua ni, ni matourist, unanunua tiketi ya wiki nzima ambayo yani itaenda ita, utazunguka Paris nzima bila kuwa na wasiwasi. Umeona? Kwa hiyo unakuwa na gharama moja kuliko ukienda na kuiona ununua tiketi kila siku utajikuta umetumia hela nyingi zaidi kwenye kusafiri, umeona? Ukiachana, okay, na hivyo jinsi ya ku E, fika mahali ndo kama hivyo unaweza ukatumia tu ukitumia tu Google Maps eh, au, au maps yoyote kama wewe unatumia hapo na nini, zina, zina, zina kufikisha sehemu popote, na zinatoa hadi ushauri wa basi ushauri wa treni, lakini Paris wenyewe wana e, sijui ni Ufaransa nzima wana app yao nyingine, sikumbuki vizuri jina, ila wana app yao nyingine ambayo na yenyewe ina inafanya kama Google Apps, lakini iko yani specific kwa wao. Kwa hiyo inakuwa inakuonyesha kwamba hapa chukua basi hili unganisha hapa, au chukua na metro hii, kama unaenda sehemu hii, kama unaenda pale, inakuwa um, inakuwa rahisi. Umeona, kwa hiyo uwezekano wa kupotea ni mdogo kama kidogo uko tech savvy na unaweza ukafuatilia vitu yani, una, una sell mbili kwenye ubongo za kuzirab together, huwezi kupotea. E, kuhusu ishu ya chakula, wengine watasema mimi Muislamu, labda chakula halal vipi vipi? Chakula halal unapata, kwa sababu kama nilivyosema ni mji mkubwa ambao una jamii kubwa sana ya, wa, ya, ya, watu wa, um, wa kutoka Afrika eh, na watu wa diaspora, kwa hiyo hivi vyakula vipo, mi, migawa ya kimataifa ipo, umeona unaweza, kama hivyo ndo nasema ukichukua kama ya BNB unaweza ukajipikia na inaweza ikawa rahisi, kwa hiyo unaweza kaenda, kuna maduka ambayo unaweza kununua vitu ambavyo viko viko um, kama nyumbani na kwa, na kwa Paris kutokana na kuwa na population kubwa ya, ya watu ambao wametoka nje. Hata supermarket zao sisi watu wa Ulaya wengine tukienda kule tunashangaa ilivyo na vitu vingi vya kuchagua ambavyo ni vya Kiafrika. Wana section, sehemu zingine wana section nzima ya vitu vya Kiafrika, kwa hiyo inakuwa rahisi kwenda, unaenda unua mrenda, unanunua nini, kila katika supermarket zao za kawaida. Lakini ukiachana na hizo, pia kuna supermarket zile za um, za, za, Kiafrika kabisa, ambako sasa huko ndo unaenda unapata ulimi e, macho ya ng'ombe, yani chochote kile unachotaka. Kwa sasa ukiachea hiyo, tukija kwenye kipengele cha mwisho, watu wanahofia kwamba bana, mimi nitafika huko sasa, lugha itakuwaje kuwasiliana? Kweli Wafaransa wanapenda Kifaransa chao i say si, si mchezo. Lakini ukikosa ukishindwa kuelewana na mtu mmoja eh, akawa anajifanya aelewe Kiingereza, ukitafuta mtu wa pili, ukitafuta watatu itakuwa rahisi sio, sio vigumu yani, haiwezekani kwamba ukashindwa kabisa, unaona hata hao ambao tunaona ni Watanzania wa kwa Ufaransa sasa hivi wanaongea Kifaransa, walivyofika walikuwa waongea kitu, kwa hiyo lakini waliweza ku, um, ku, ku, ku, kujiweka katika system na ku, na kuna ni kukutana na, ku, na Waswahili unaona. unaona. wa wenzako kwa hiyo mtakuwa mnapigia soga vibaya mno <laughs> na na kama utakuwa kuna kitu umekwama, maanake mi zaa ashauri wangu ni kwamba kama ulikuja umekwama jana yake, ili usikwame kesho kwenye kongamano, basi utapata nafasi ya kukutana na watu na kuwauliza maswali. Kwaio, kama kuna maswali ambayo wewe unayo ambayo yanakusumbua kuhusu Paris, hivyo umeona. Naamini kwamba ukifika pale hamna mtu atakucheka kwa sababu unachekana vipi, wakati hata hao hata hao ambao, ambao wako pale, kwanza nadhani watakuwa wanajisikia vizuri kukusaidia. Kwa hiyo haina haja ile kuhofia kwamba bana, nitaonekana vipi nitaonekana vipi. Wote tumezaliwa tume tumejifunza Kiswahili kwanza kabla ya lugha hizi nyingine. Kwa hiyo ile ni kujiongeza tu mwenyewe na kuhakikisha kwamba ile usiwe na na na, na hofu. Kwa hiyo kuna hofu nyingine kwamba jamaa, Paris labda ni gharama maisha maisha kwa kiukweli, ukitoka Afrika ukija nchi za huku, maisha kote ni gharama, umeona ni gharama, yani si uwezi ukafananisha na nyumbani. Ile unaenda unakula, unakuwa na 1500 eti unakula chakula cha mchana, hiyo haipo huko, umeona? Kwa hiyo hiyo ni kitu tu general, inatakiwa uwe na idea kabla hujaondoka. Mambo ya kuja kupigwa surprise huko, utakuwa wewe ndo na tunakushangaa, umeona? Kwa hiyo ni gharama, lakini sasa ukijipanga vizuri na uki, ukijipanga vizuri na ukiweka bajeti yako vizuri na kama hivyo nilivyosema, ukichagua vizuri sehemu ya kulala, ukichagua vizuri sehemu ya unapokaa ukichagua aina ya malazi na vitu kama hivyo, unaweza kupunguza hii gharama ikawa kidogo. Kwa mfano Mkiwa kwenye Airbnb mkijipikia inakuwa ni chipa zaidi kuliko kwenda kwenye restaurants na kula, kwa sababu Paris ni mji wa kitalii, kwa hiyo na vyakula na kwenye hoteli ni gharama pia. Kwa hiyo kwa kumalizia hiyo hapo basi, mimi ningependa tu nishauri, mimi naunga mkono sana watu kushiriki, nadhani ni vizuri kushiriki e, wengine mnaweza mkatumia nafasi hii pia kuja kutembea. Kulijua bara la Ulaya, kwa hiyo ni kitu kizuri kwa ujumla. Na, na kama nilivyosema hapa chini kwenye description, nitaelezea nitachukua maelezo kutoka kwa, kwa waandaaji nitayaweka hapa chini, nitaweka na hiyo link ya WhatsApp na vitu vyote, kwa hiyo ili kama mtu nataka kuja ku, unataka kujiunga au kujoin na vitu kama hivyo unaweza ukajoin. Lakini pia hapa mwishoni, kama unavyoona hapa kwa pembeni, kuna hiyo hapo QR code basi, QR code hii hapa unaweza ukaitumia hiyo hapo kuscan, ukiscan itakupeleka kwenye hilo group la WhatsApp ambalo sasa ndo utapata hizo taarifa za jumla, na kwa jinsi nilivyoelewa ni kwamba baadaye wale watu ambao wako serious, ukiwa umeshapata visa, basi litaundwa group lingine ambalo sasa kwa watu wenye visa mnaweza mkaendelea kushirikiana ili mweze kujua safari inaenda vipi ndege zinazoondoka afrika kuja ufaransa ni chache kwa hiyo jinsi mtu anayechelewa ndivyo anavyopata tiketi ya juu zaidi kwa hiyo mtu atayewahi kukata atapata tiketi ya chini sasa kwa sababu watu wengi watatoka kwa wakati mmoja ina maana hizo ndege zitakuwa booked umeona na zikiwa booked sana maana yake basi na na na, na, na gharama inazidi kupanda lakini msihofie sana kuhusu gharama E, ya nde, ya, tiketi ya ndege kweli ni gharama lakini ukilinganisha na sehemu nyingine zote Paris ni rahisi kwa sababu kuna ndege nyingi za direct. Yaani ukitoka pale kuna ndege inatoka pale kwenda Nairobi, kuna ndege inatoka pale kwenda Dar. Umeona, kwa hiyo kuna kuwa kuna zile direct, uh, connections zile ambazo zinafanya kidogo bei yake iwe ni bei rahisi kidogo kuliko kusema labda ukitoka Copenhagen kuja Dar es Salaam au ukitoka Stockholm kuja Dar es Salaam au ukitoka, uh, um, Nairobi kwenda Oslo kwa mfano inakuwa kidogo inakuwa vigumu. Kwa hiyo hii ni mambo vipi, nikaona ni share na wewe hivi, kama una mambo yote unafikiri utataka kujua zaidi kuhusu hili kongamano, kuhusu safari za kwenda, ya kwenda Paris, au maswali specific, eh, yanayohusiana na mtu ambaye labda ni mara ya kwanza kuja na vitu kama hivyo, shuka kwenye comment, weka maswali yako hapo, mimi nitayachukua hayo maswali nitayajibu na video. Ili kongamano nitaenda nalo kidogo na episode mbili tatu ili kuweza kuwapa taarifa watu waweze kuwa updated. Naitwa Tovuti na hii ni mambo vipi, peace.